Tunataka kuona kahawa ya Ukerewe ikitambulika ndani na nje ya nchi kama zao la ubora wa hali ya juu kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Pia tunawahimiza wakulima wetu kutumia fursa hii kwa uaminifu na bidii. Miche hii ni mtaji wa maendeleo, ulisi tunautengeneza kwa vizazi vijavyo. Tuilinde, tuihudumie na tuitunze vizuri kwa manufaa ya jamii nzima. Chama kikuu kina mpango wa kuwezesha upatikanaji wa miche laki nne ya kahawa aina ya arabika. Katika kipindi cha misimu mitatu ijayo 26 27 27 28 na 28 29, nataka kuona kahawa ya Ukerewe ikitambulika ndani na nje ya nchi kama zao la ubora wa hali ya juu kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma. Mheshimiwa mwenyekiti wa bodi ya Nyanza Cooperative Union, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa natambua kazi kubwa na njema ambayo mnaifanya tangu kuanzishwa kwa Nyanza Cooperative Union mwaka 1984 Leo ni siku rasmi, ni siku ya kihistoria katika ula yetu ya Ukerewe, ni siku ambayo nilikuwa natarajia kwamba tufanye jambo kubwa na jema kwa pamoja kwenye ula yetu ya Ukerewe. Ukerewe tumezoea kuwa na uchumi wa bluu, uchumi wa kwenda kuvua na kurudi nyumbani, ambao kila siku inokwenda kwa Mungu. Uchumi huu unazidi kuwa finyu, usio na uhakika, uchumi wa kijungujiko, Kiswahili kizuri, uchumi ambao hauna takwimu, kweli si kweli? Uchumi ambao unatuletea madhara badala ya faida, lakini leo tukiwa na zao la kahawa tumemsikia Bi Amina anasema inaitwa dhahabu nyeusi, dhahabu nyeusi. Hmm. Na hapo mwanzo ndugu zangu Wakerewe, mlikuwa mnalima lima kahawa, kweli si kweli? Hey. Imetokea matatizo hapo katikati ya watu kuto kuweka umuhimu, ndio maana wote tukaamia ziwani. Sasa ziwa limekwisha, turudi kwenye uchumi wetu tukiipa kipaumbele zao hili la kahawa litatutoa katika hali tuliokuwa nayo, lazima tupate fedha katika mifuko yetu, na Rais Samia akawaleta Nyanza kusudi waje kutuondoa na kutupa nguvu katika eneo la sekta ya uchumi kwa kuweza kufanya kazi kwa jasho kama Mungu alivyotoa maelekezo. Mtashirikiana na maafisa ugani walio katika halmashauri yangu, na tunao maafisa ugani 20 mheshimiwa, mheshimiwa mkuu wa wilaya katika wilaya yetu lakini 16 wako kwenye kata. Kwa hiyo kata tisa tu ndio hazina mafsao gani. Kwa hiyo naamini wanatosha kabisa kwenda kutoa elimu kwa wananchi namna ya kupanda miche, namna ya kuitunza na watafuatilia. Msomali Sala amesema hapa kwamba halmashauri ione namna ya kuweka bajeti kwa ajili ya kusukuma hili zao la kahawa kwa maana ya liweze kutekelezeka na lishamili liwe kama ni li zao la kiuchumi katika halmashauri yetu. Na kwenye bajeti ya 26 27 ambayo tunaenda kuianza hivi karibuni mwezi wa 12 tunakwenda kuweka kipaumbele kwa sababu halmashauri yetu sasa inaangazia zao mbadala la kuwaletea wananchi wetu uchumi. Nitakuwa pamoja na nyie katika kuhakikisha kwamba zao la kahawa linasonga mbele na linaleta tija katika wilaya hii, kama ambavyo kwa Kagera kule tukiongelea swala la zao la kahawa tunaiita dhahabu nyeusi. Yaani, tukiwa na kitalu kule, mimi ninakuwa na miche kama laki mbili kwenye kitalu, si wazi kabisa kuhusu ulinzi? Wananchi wenyewe wanalinda, wanajua ni mali yao, kesho kesho kutu watakuja kuchukua bure. Kwa hiyo na nimefurahi sana kuona kwamba tangu wiki iliyopita Wakati zoezi la uchaguzi likiendelea, wananchi wamelinda miti yao na mpaka hivi sasa tunaiona iko vizuri. Kwa kweli ni jambo zuri sana, nilikuwa na hofia mno hivi miche itamwagiliwa kweli, hii miche itakaa vizuri, lakini naikuta iko vizuri sana na ni jambo la kujipongeza. Kwa hiyo tupokee fursa hii kwa mikono miwili, tuombe miti hii pandwe, si ndiyo? Yaani, ukiona tu kabisa, mimi eneo langu ni eka moja, sawa. Nahitaji miche mia sita kwenye eka moja, lakini kwenye eneo eka moja hiyo nina michungwa na miembe, chukua tu mia mbili, utaona faida yake kuliko uchukue mia sita uwapotezee watu wengine fursa, alafu ile miti usifanyaje, usipande. Tumeelewana? NMB ni taasisi ya fedha ambayo a, inajikita sana kwenye shughuli za kilimo pia nadhani ni benki pekee ambayo ilianza kuingia kwenye kilimo toka kipindi hicho mwanzoni. Sisi kauli mbiu yetu ilikuwa ni ni benki ya makabwela miaka hiyo, baadaye ikabadilika, nadhani wazee mnaikumbuka hiyo kauli mbiu. Uh, sisi lengo letu ni kumnyanyua mtu ambaye yuko chini asogee juu kwa kumpa masuruhisho ya biashara zake, masuruhisho ya shughuli zake anazozifanya. Uh, kwenye kahawa nadhani, uh, msemaji aliyepita amesema vizuri sana. Uh, zao ambalo linaingiza hela nyingi sana kwa ukanda wetu sasa hivi ni, ni kahawa tofauti na yale mazao mengine. Kuna dola nyingi sana zinaingia hasa upande wa Kagera. Kwa hiyo alivyoniambia kwamba kuna fursa ya kahawa, na nikasema ni mimi nifike hapa pia nianze, uh, niweze kuwasalimia, lakini nakuambia kwamba hiyo fursa msiache. Lakini pia huwa tunatoa uh, mikopo mbalimbali mbali. Tunatoa mikopo kwa watu binafsi lakini pia tunatoa mikopo kwa uh, vikundi na, na, na, na mkos kama za kwenu. Uh, mikopo hiyo inawezekana ikawa ni mikopo ya uendeshaji wa shughuli zenu za kila siku lakini pia kuna mikopo ya uwekezaji. Sasa uwekezaji unakuja pale ambapo mtu anahitaji labda, kama chama cha msingi kinahitaji kujenga godown au kinahitaji kununua kifaa fulani kitakachowasaidia kwenye shughuli zao za shambani, sisi tunatoa. Lakini pia huwa tunatoa mikopo kwa ajili ya kusaidia ukusanyaji wa mazao. Mfano aa, kwenye kahawa najua wakati mnakusanya mnasubiria mnunuzi wa hiyo kahawa aje alipe na chukue mzigo wake. Nyie pia mnahitaji hela kwa ajili ya kujikimu, kwa hiyo pale huwa tunaipa, hamkosi hela kidogo, kama advance, ili wawape nyie, muendelee na matumizi. Wakati huo tunasubiria mnunuzi aje alipe na kuchukua ule mzigo, tutarudishiwa ile hela tuliowapa, na hela nyingine itarudishwa tena kwa wakulima kwa ajili ya shughuli nyingine. Na vile wanasema litakuwepo soko, tunashukuru sana, na liwe endelevu, lisikomee hapo tu. Wana Ukerewe tutanufaika, tuta kwa ajili ya zao hili. Wakerewe tunataka tubadilike, iwe kijani tu na kizazi chetu kitakuja kunufaika na matunda haya tunayo yavuna sasa hivi. Nimefurahi kupokea hili zao la kahawa, kwa sababu ni zao ambalo litatubadilisha maisha yetu. Vijana, kama ni kazi, tushafanya kazi unayosema ya uvuvi, tushaifanya, mi nimevua, sawa, lakini kulingana na mabadiliko ya nchi anayotokea sasa hivi, uvuvi kidogo unaenda, unapungua sehemu fulani. Kwa mii kama mimi, zao la kahawa talitumia kama sehemu mojawapo ya kubadilisha maisha yangu.